Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji ya shilingi bilioni 979.5 huku Naibu Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson akiitaka serikali kuhakikisha kuwa inatatua changamoto zote zilizoainishwa wakati wa mjadala. Awali, akichangia katika hotuba hiyo, mbunge wa jimbo la Nanyamba Abdalla Chikota amesema pamoja na serikali kuonyesha kuwa usambazaji wa miradi ya maji umefikiwa kwa kiwango cha asilimia 72, bado katika maeneo mengine hali si nzuri na wananchi wanachota maji umbali mrefu. Mimi katika jimbo langu upatikanaji wa maji vijijini sasa hivi ni asilimia 40, jirani yangu Tandahimba wa Mheshimiwa Katani ni asilimia 45, jirani yangu mheshimiwa Mkuchika pale amesema vile ni asilimia 47. Kwa hiyo wakati national average ni hiyo sabini na mbili, kuna maeneo wako chini sana. Kwa hiyo hata tunapo design miradi yetu tuangalie sasa kwamba hali ya upatikanaji wa maji katika kila kata, wilaya na mkoa, hali ikoje, ndio hapo tutatenda haki na kutengeneza miradi ambayo itajibu kero za wananchi. Hakuna maendeleo bila maji. Lakini pili, maji ni siasa, kama walivyosema watu wengi. Lakini as, asilimia kubwa ya kina mama wanatumia muda wao mwingi sana, badala ya kushughulika na shughuli za maendeleo, wapo wanahangaika na maji. Kwa hiyo, tukiwapeleka maji vijijini, tutaokoa kundi kubwa la kina mama ambao wanahangaika na maji na watafanya shughuli za maendeleo. Kuhusu mradi wa maji kutoka kijiji cha Lwenje na kuyapeleka na Nyamba Chikota, anasema kuna mradi pale tulipendekeza, na andiko limeshakabidhiwa kwa naibu waziri wa kutoa maji kijiji cha Lenje na kupeleka na nyamba. Mradi huu utanufaisha kata 9, vijiji 43 na wananchi takriban elfu ishirini na nne. Kwa hiyo hawa ni watu wetu hawa, wanahitaji maji na wana shida kubwa sana ya maji. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kufanya sum up, tuambie kwamba andiko lile sasa mna accommodate vipi kwenye ukarabati mkubwa wa mradi wa Makonde ambao mimi napongeza jitihada za wizara yako kwa sababu bado unaendelea kufanya mazungumzo na serikali ya India ili tupate fedha kwa ajili ya mradi huo mkubwa. Kwa hiyo naomba na ili andiko letu sasa la kuchepusha maji lienje na kwenda na nyamba basi lifanyiwe kazi ili fedha zikipatikana miradi hiyo yote iweze kutekelezwa. Chikota amesema ufumbuzi wa kudumu wa changamoto za maji ni uanzishwaji wa wakala wa maji vijijini. Uanzishwaji wa wakala wa maji vijijini, hili ni wazo zuri na kwa utekelezaji wa miradi ya maji sasa hivi kutegemea usimamizi wa wizara na mamlaka za serikali za mitaa, wote hapa waheshimiwa wabunge ni madiwani, mnafahamu kinachoendelea kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Hebu tuanzishe wakala wa maji, tuwe na chombo ambacho asubuhi ikiamka wanafikiria maji na ikifika usiku wanafikiria maji, wakiamka maji, wakilala maji. Kwa hiyo naombeni wabunge, kama alivyosema mjumbe aliyopita, itakuwa tumefanya tukio kubwa la busara na la kuwasaidia wananchi wetu endapo bunge hili au mkutano huu tutakuwa tumetoka na azimio na utekelezaji wa kuanzisha mamlaka wa wakala wa maji vijijini. Akihitimisha hoja yake, waziri wa maji na umwagiliaji mhandisi Gerson Lwenge alikuwa na haya ya kueleza. matatizo ya maji tunakwenda kuyafikisha mahala ambapo ni salama. Hakuna serikali yoyote ambayo inapenda kutawala wananchi wake hawana maji kwa hiyo kipaumbele katika awamu ya tano maji ni kipaumbele kimojawapo, na rais wetu kila mahali alipokwenda kuomba kura ameahidi kwamba swala la maji na kwenda kulishughulikia kwa nguvu zote. Ndugu zangu, tuna miezi sita toka tumeingia madarakani na toka rais Magufuli ameingia madarakani, sasa fedha zimeanza kupatikana na tumeanza kuzipeleka kwenye halmashauri zote. Kwenye mfuko wa maji zilikuwa zimetengwa bilioni tisini lakini mpaka leo tumeshapeleka zaidi ya bilioni 107 kwenye halmashauri. Hii inaonyesha kabisa kuna nia ya, ya, ya dhati na ya kweli kwamba tunakwenda kumaliza matatizo ya maji. Kutoka bungeni mjini Dodoma, Peter Edson wa Mwananchi Digital.